Wapo maadui watatu wanaomzuia mtu asipige hatua yake ya kwanza katika kutimiza ndoto yake. Ni asilimia ndogo sana ya watu wenye ndoto na wanaoziishi ndoto zao, wengine wamebaki kuota tu. Leo tutaangalia maadui hao na jinsi Biblia inavyotufundisha kuwashinda, ili tutoke kwenye kuota na kuingia katika kuishi ndoto zetu. Fuatana nami hatua kwa hatua mpaka mwisho, nawe utapata nguvu ya kuanza kuishi ndoto zako. Naitwa Daudi na, na channel hii ni mahali pa kujifunza na kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yako kupitia neno lake. Adui wa kwanza ni hofu ya kushindwa. Hofu hii ina nguvu ya kukufanya usianze kabisa. Wana wa Israeli walipofika ukingoni mwa nchi ya Ahadi, waliwaona majitu wakaogopa. Biblia inasema katika Hesabu 13 mstari wa 33: Tulijiona wenyewe kama panzi na wao walituona vivyo hivyo. Walijiona wadogo sana kiasi kwamba hawakuweza hata kujaribu kupigana. Hii ndiyo hofu, inakufanya kuogopa kushindwa kabla hujajaribu. Lakini kumbuka, hatuwezi kufika Kanani ya maisha yetu ikiwa tutabaki jangwani kwa sababu ya hofu. Hatuwezi kupata matokeo tunayoyataka bila kujaribu. Huwezi kushinda bila kuingia ulingoni. Unapochukua hatua ya kwanza, unamwalika Mungu kushughulika na kile kinachofuata. Ukweli ni kwamba mara nyingi tunachokihofia wala hakipo. Mfano, kabla sijaanzisha channel hii, nilikuwa na hofu, watu wataichukuliaje, sauti yangu itasikikaje, labda hakuna mtu atakayeangalia wala kusubscribe, lakini kumbe ni hofu tu. Namshukuru Mungu, niliamua kuanza. Na watu wengi wamebarikiwa na channel hii, na wewe pia unaweza kusubscribe leo, nawe utakuwa umesupport channel hii kwa kiwango kikubwa. Adui wa pili ni kujidharau au kujiona huwezi. Unasema, mimi si kama fulani, sina uwezo kama wao, sijasoma vya kutosha, siwezi kuzungumza vizuri. Hivyo ndivyo Musa alivyomwambia Mungu alipokuwa akiitwa kuwakomboa wa Israeli katika Kutoka mlango wa nne mstari wa kumi Musa anasema Ee Bwana mimi si mtu wa kusema vizuri, mimi ni mzito wa kinywa na ulimi. Lakini Mungu akamjibu, nani aliyefanya kinywa cha mwanadamu je, si mimi Bwana Mungu? Hakutaka mkamilifu, alihitaji mtu mtiifu. Na wewe pia usisubiri kuwa bora kabla ya kuanza, chukua hatua ukiwa na kile kidogo ulicho nacho. Mungu atakuongoza hatua kwa hatua. Nakumbuka nilipoanza, ukirudi kuangalia video za kwanza haziko na ubora mzuri. Hata sasa bado sijafika kiwango ninachokitaka, lakini sikuruhusu kiwango changu kidogo kunizuia kuanza. Na wewe pia usiruhusu uwezo wako wa sasa kukuzuia kuanza. Biblia inasema nenda kwa uwezo wako huo huo. Adui watatu ni kusubiri wakati mkamilifu unasema nitaanza nikishapata pesa, au nikifika umri fulani, au nikimaliza chuo. Lakini ukweli ni huu: wakati mkamilifu hautawahi kufika. Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 4 inasema, yeye anayetazama upepo hata panda na anayeangalia mawingu hata vuna. Ukiendelea kungoja hali iwe sawa, utaishia kupoteza miaka mingi ukiwa mahali pale pale, lakini wale waliofanikiwa ni wale waliochukua hatua hata katikati ya sintofahamu. Wanapanda mbegu zao hata kama mawingu yako juu yao. Anza leo. Hali haitakuwa kamilifu, lakini Mungu huheshimu hatua ya kwanza ya imani. Rafiki, hakuna mabadiliko yanayokuja bila hatua ya kwanza. Unaweza kuomba, kupanga uota lakini kama hautachukua hatua, ndoto zitabaki kichwani na moyoni tu. Biblia inasema katika Yakobo 2 mstari wa 17, imani pasipo matendo imekufa. Leo chukua hatua, andika mpango wako, omba kwa ujasiri, anza hatua ya kwanza na utagundua haikuwa ngumu kama ulivyodhani. Na kama kuna ndoto ambayo ilikufa kwa sababu ya hofu, kujidharau, au kungoja wakati mkamilifu, Leo muombe Mungu aihuishe tena. Wewe umeitwa kwa kusudi, na huo wakati wa kuanza ni sasa. Kama ujumbe huu umekugusa, subscribe kwenye channel hii, like na share video hii kwa watu wengine unaotamani wafikie malengo yao na ndoto zao. Tafadhali tuandikie kwenye comment, ninaanza leo. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.